Usicho usichokijua mke wako Sauda, kifo chake kimesababishwa na huyu tunyemawako a. Alafu kitu kingine, huyo binti yako Zena anateseka vibaya mno. Wewe baba, haushindi nyumbani, haujui mtoto yukoje, haujui mtoto anaishije na huyo mama, kazi ni kufurahia tu, lakini kaa ukijua mtoto wako anateseka sana kama huyo tu kenye wako unamuona wa maana basi angekuzalia mtoto ye, kazi ni kukata viuno tu kuvunja chaga, angekuzalia mtoto. Lakini mke wako wallahi anateseka sana, na kila siku anakulilia wewe pamoja na mtoto wake. Mimi sio kichaa, mimi nimepewa upeo na Mwenyezi Mungu wa kuona vitu visivyoonekana. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuona kama mimi. Mimi ni alwatan, mimi naweza nikaona hata maisha yako ya kesho. Kwa hiyo Utake ustake niliyokwambia ni kweli. Kama si kweli, basi zungumza na familia yako vizuri, halafu utajua ukweli, na ukijua ukweli ukinitafuta tena, kwa hizi dharau ulizonionyesha. Sauda, Sauda, ingala hivi sasa. Wewe hayo yote umeyajuaje? Ndugu yangu mimi naitwa Tano. Wakenya wanapenda kuniita Leila Odinga. Mke wako alikuwa ananitokea tokea wiki mbili tatu zilizopita, na akinieleza haya ninayokwambia. Anahitaji nimsaidie. Nilikuwa naogopa sana kabla sijamzoea, lakini nilivyomzoea nikatambua kweli ile ni nafsi inayotangatanga. Sasa mimi sina mengi ya kuongea mke wako nafsi yake ipo mpaka leo haijaondoka duniani, lakini pia huyu binti yako anateseka sana. Hebu <tipi> <tipi> nisikilize. We bushman, hapo hapo imetosha. Yani mke wangu ameshakufa, alafu wewe tena unamuona? Sasa kumbe kile ambacho nilikuwa nakifikiria ndo kiko hivyo hivyo. Wewe umechanganyikiwa, we mzee ni sasa basi, naomba uondoke na hili geti, ulione kama kituo cha polisi. Sawa, ni kweli usemayo, ni lazima unione kichaa, lakini pia hata eh, Nuhu mwenyewe wakati anawaambia wanadamu kuwa Mungu amesema wa wajenge safina hakuna aliyemwamini. Hata Mtume Muhammad alipokuwa anawahamasisha watu katika dini hakuna aliyemwamini. Yesu Kristo alivyotumwa na Mungu hakuna aliyemwamini bradha. Kaa ukijua mwanao anateseka sana. Wazungu wanasema no one knows tomorrow. <coughs>

Wow. Ah. Asante godi godi kani bless, mara pili naona na mtoto mzuri kama wewe. Jamani, jamani, ah. Wetoto hilo hapo, wakati mmeliona wetoto hilo pale kati lilivyoshona chupi la dada bonge mnato. Aya, aya. Ah! Unajua nini ni kupe kodi, we mzuri sana, wallahi wa billahi nakwapia, eh. Ah.

najiamini ashindi kwa waganga. Kama unajiamini kwa nini unashindwa kujigamba? Aya, e bibititi, wewe una shida gani eh? Haya, umeona sasa, binti wa watu umemuua live, live umeangamiza maisha yake ya kweli, umetoa uhai wa mtu. Haitoshi, sasa hivi tena unahangaika na nafsi kuifungia, na umeifunga nafsi nafsi, tena hata nafsi tu, ulivyokuwa na roho mbaya Umefunga dinafsi hebu nisikilize wewe. hu mziki muziki uliouanzisha hauwezi kumaliza kirahisi, aidha uombe msamaha, ujulikane ubaya wako, labda ndio utasamehewa. mimi nalopoka mimi nalopoka vibaya mno, siwezi kukaa kimya na jambo na nitasambaza kote, wajue kwamba wewe muuaji. Friji langu mimi haligandishi, mi moyo sina. Wewe huwezi kumwangamiza mwanamke mwenzio, mwanamke wa watu amekupokea vizuri kwa wema kwa upendo, ulikuwa fukara kapuku, kakupokea dada ya watu, unaenda tena kumuua we, we. Eh? Unachoogopa wewe nini? Hebu angalia nafsi inavyokusuta. Unajua kutembea na damu ya mtu we mama, damu ya mtu inaumiza vibaya mno na haiendi bure, utahangaika maisha yako yote, kila mtu atakuwa na pwitu, ukimwona huyu namuona huyu, ukimwona huyu na namuona huyu na na mwenda wazimu we. Unachogopa nini? We si muuaji we, umeona eh? Sasa eh? We mama, mwisho wa ubaya siku zote ni aibu. <laughs> Umeona Yo yote, kuogopa nafsi ya mtu inakudhulumu we mama, nafsi ya mtu ni mbaya. Kuna wanaume wengine huwa sijui anafikiria nini, hivi mama, mtu mzima huyu mnyanyesha yatima kweli, anaenda kuolea hivi? Sauda Sauda, uliwaza nini we mzima, uliwaza nini ghost? Eh? kwa namlizisha tama. Halo, halo, wifi za saizi? Salama tu wifi za kwenu? ah, tunamshukuru Mungu. Tuko salama, ila sasa wifi maangamia tumeshaipata kwa hiyo hapa, inatakiwa twende sasa hivi, tusingoje kesho, maana kesho tunaweza tukaenda akawa na wateja hmm. wengi. Basi sawa, hivi kwa hiyo nakuta nyumbani? Ah, hapana sisi hapa tumeshajiandaa, ila tukutane kule bondeni. Haya basi sawa, ngoja nijiandae sasa hivi. Haya sawa. Acha kwanza kufunga mlango. Mama, nini tena? Nimesahau pesa hapo mezani. Nenda ukazifuate. Vipi, ndo umetoka nyumbani ha? natoka nyumbani wapi wa kaka? Nipo ndo nafanya ile kazi alionipa mganga. Hapo unavoniona ndo nimetoka kwa yule mume wake dada Ghost. Oya, yaani nikiangalia kabisa bratha dogo ni mdogo kabisa, bratha. Yaani mdogo ni mdogo, oya bro Unajua sisi tuna utandevu tu, lakini maisha hatuna blaa. Kwanza nifika pale nyumba doa kinoma mwanangu, sisi tunachelewa maisha kizigo. Ah, aisa cha ajabu mwanangu, najiuliza mara mbili mbili, huyo mwanamke wa pili mwanangu, huyo mwanamke wa pili. Ah, dada Gosti alizingua, tukunyema sio tukunyema, pipa sio pipa, ukiangalia mtindi unafika mpaka kwenye kitovu kaka, lile sio ziwa, lile ni jiwa wow. <laughs> Oya. oh yeah. Tuache hayo. yaani unasema kwamba tukunyema si maziwa si majiwa. Hayo sio. Mimi nataka nikufahamu kitu kimoja tu. Umeenda kufanya nini pale? Halo baba sisi tumeshafika hapa Kilingeni upo wapi? Aha, nimeshafika. Sasa kama mmefika hivyo, vitu viwekeni hapo nje e, mi nimetoka mara moja ha. Hasa baba hapa tukiweka hapa nje bado nje tu hapa tuviweke hapa si vitaibiwa baba? Mama, anasema aje kwani? Anasema uweke tu hapo. Oh. Weka tuondoke jamani. mimi si unajua mambo yangu ficha uchi azai mimi. Nimeenda straight, nimeenda kumchana ukweli. We, we. Nambie koma we, kaka koma we, kaka koma <laughs> Sasa kaka, hapo unaponiona hapa mimi nina kimuemue, hebu nipashe hizo habari eh? Ulimwambia ah. Kaka maskini asaminiki, alivoniangalia tu nywele zangu kama mvuta bangi kama chizi, sio chizi, kanitizama Unajua wasomi wanaongea neno moja, mambo ya ushirikina na ushirikina hawaelewi. Jamaa tu nilivyomkuta smart na mwelekeza na kichani, unaanza kunikumbusha habari za mke wangu? nimeshazika muda eh? hata arobaini yake imeshapita, unanikumbusha vitu kama hivyo, nitakupeleka jela. Baada ya e, kumwambia, hajatakata maneno mengi, hajataka meng Sitaki hata kukusikiliza. Bali kubisha bisha bisha kana wewe mwanangu. Na hapa ipo. Kaona mchi yangu ina amani. Naomba kupigana pigana risasi hapa sitaki. Ndio, ila nimemwambia ukweli. Yaani nilibaki bado kidogo tu nishangae. Nishangae kwa sababu yule mtu asingeweza kukubalia. Yaani eti akubali kabisa huo uozo unaongea. Wewe unaweza kuona sawa, lakini kwake yeye akaona uozo. Akaona wewe ndio Taila, chizi freshi. Hawezi kukubalia hata siku moja. Bro, yaani kwenye maisha hata wewe sasa hivi nikakwambia mimi na fight kuwa tajiri huwezi kuamini. Kwa sababu si unaona kama sipo sawa, lakini taratibu atanielewa tu mdogo mdogo, siku so nyingi chuma kitakubali mm, mm, akuelewe mimi naona ndugu yangu, wewe unaota ndoto za linacha, asubuhi asubuhi unaota ndoto za linacha. Yule hawezi kukuelewa. Imagine hata kama wewe ungekubaliana na hilo Yani uamini kitu umeshamzika mke wako kabisa? Eti uamini kabisa kwamba eti kuna mtu anamuona hali ya kuwa wewe umuoni. Wewe unaona Utaila na unaona we. We chizi wewe. Hawezi kuelewa. Hapo mtu anaweza kuona wewe chizi, anaweza kuona wewe Utaila. Lakini ukweli unaujua wewe na mimi. Moja tu. We, mimi nachoamini kitu kimoja tu. Tuendelee kumsubiria mganga wetu anafanya nini. Na vile vile tusichoke kumsaidia mtoto wa Sauda. Tuachane na hayo. Mimi naona sasa hivi tuenze tukijieni. Oh, leo naenda kununulia kahawa ah, bila shaka kahawa tena. Unajua nini, mi familia, mi najua unapitia mateso makubwa sana, jinsi unavyoishi naule na mama yako, ila mi na ushauri. Sema ushauri wangu utaona ni, ni mbovu, ila utakufaa wewe. Umesikia ushauri wangu bwana kushauri yani, ujiunge na mimi kwenye weed, unajua ile maisha ya kweli. Nakupangia maisha ya ukweli, sikufichi. Maana mana familia yangu usi daasenti kila siku na kwa kwanza, nikifeli sana kwa watatu kutokana na nini? Na hizo weed nazovuta mimi, wewe nione mi sina akili, ila mi nakwambia maisha ya ukweli, mwanangu, meskiacha mambo ya kijinga afya yako, najua najua. Kwanza nikuulize, yani wewe aliyokudanganya kwamba hizo bangi ni hatari kwenye afya yangu ni nani? Wanakudanganya, wanakupoteza, unasikia? Yaani hizo hizo bangi ni kama mchicha, ni kama kabichi, niendoka shambani nafikia mdomoni. Wamfahamie najua uja nielewa hicho kizanzibari. Sikia sasa nikuambie mwanangu, shauri wangu vuta dawa, vuta bangi itakutoa kwenye mawazo asioeleweka. Yani utakuwa lean, utakuwa good. say good. Di, unajua Mungu amekupa upeo mzuri sana, una akili darasani unachongoza, lakini unataka kumkosea. Yani hizo bangi unazozivuta wewe zinakupoteza. Kwa hiyo sasa mimi sidhani kama unaweza kunishauri kitu chochote cha maana. Mimi unishauri nivute bangi, labda hivi ndo nitakuwa na akili? Hicho kitu kisichowezekana, achana na ujinga d. Unapotea rafiki yangu, mimi nakwambia Banga zinipotezi ndo zinanipeleka yani. Nikifail sana, sana wa tatu hivi. Watano ni kama nikupa sifa zako. Yaani wewe ni mtoto fulani hivi umeumbika Mungu kakuumba. Kwanza Mungu alivyokuwa anakuumba katulia. Sasa mimi nashangaa na nana akili zako ulivyo mzuri, unaongozana na yule kichaa. Kwanza yule sio kichaa, ni yule kilema, ni eleweki. Akitembea kana apiga ndibeki kama hapigi. Umesikia? Ila mimi ushauri wangu tu. Yaani sio kama nakuomba, sio kama nakulazimisha. Ukitaka utakuwa rafiki yangu, usipotaka poa. Endelea tu kuongozana na yule kichaa. Ila mimi ushauri wangu. Vuta weed, bangi takusaidia. Mimi sio kichaa wala sina njaa sumaleo. So, nimekuja hapa kwa maagizo maalum kutoka kwa marehemu mke wako Sauda. Nafsi yake bado inatangatanga na usichokijua, usichokijua mke wako Sauda, kifo chake kimesababishwa na huyu tu mnyama wako Pakoma, huyu ndo amesababisha. Alafu kitu kingine, huyo binti yako Zena anateseka vibaya mno. Hebu naomba uniambie, unafahamu nini juu ya kifo cha mke wangu Sauda? Sauda. Ndio, Sauda marehemu mke wangu. Alafu pia ni kuuliza hivi, wewe haumtesi zena hapa nyumbani? Ah, mbona unanichanganya? Mbona serata? Kwa nini ulimuua Sauda? <tune>